Wa kana liabi abi huraira radhi allahu anhu khaytun fihi alf uqda, na Abu Huraira alikuwa na kamba ambayo kama ndani yake kuna vifundo fi vingapi, elfu moja, yani ta, Abu Huraira alikuwa na tasbihi ina vifundo vingapi, ina vipunje elfu moja vile fala yanamu halali hata yusabbih bihi, mpaka afanya tasbihi kwa kwa tasbihi hiyo yenye yani vifundo elfu moja Yaani, kwa maana hiyo tasbihi ya Abuu Hirayrah kama tasbihi ya Sheroketi. Si mnajua tasbihi ya sheroketi sheroketi, na tasbihi ya kile na fundo elfu moja, yule akitoka wana <laughs> <laughs> analizingirite zimshambuliona e, ile mara nyingi kweli usiku, Sima mwana, usiku nafayani, anali vuta, anali na mimi shai kumuona si masale majidhi haka ni shai kumuona mimi usiku kabla hajalala anafanya nini? Alivuta ni mpaka anamaliza anaenda kulala fundo, usimuone usimuone vile alizingirita labda azukarala tu a huwa alitumia kweli. Kwa hivyo ile la la, la Sheikh Roketi ile tasbih si kwamba ni, ni amelizua yeye limeanza kwa nani? Kwa Abu Hurairah. Abu Hurairah tofahamu katika watu wa hadithi wakubwa si ndio? Naam. Ukijiita wewe ni mwana sunna huwezi kuifikia sunna mpaka upitie kwa nani? Kwa Abu Hurairah. Sasa huyo anaotuletea sunna huyo kama hii kutumia matasbih kama Sheikh Roketi yale makubwa ni bid'ah. Mwana bid'ah mkubwa nani? Ya, Abu Hurairah tasbih lenye punje elfu moja. Si hivi tasbihi zetu tutembea hivyo na hivyo kunje ngapi? 99 ah! elfu moja hapa na kwenye mti kule kwenye bustani. Refu kule kweli? Halali mpaka amalize subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hasa jamaa, kwa nini mtumize vichwa sisi, kumbe kina Abu Hurairah ukifanya? Eh? Salala, tuacheni tupumue jamaa. Eh,

lil fatawa tulisema ni kitabu cha Imam Suyuti kilichokusanya rasail ilmiya nyingi sana. Yaani masala moja anaandikia kitabu kizima, wazee wake mtume ameandikia risala zina Suyuta alikuwa ni mbingo kwa kweli, wa hadithi ya Shekhi Natembo. Hii kitabu hiki nakipenda sana, ndete hiki nikione, Alhawi Alfatawa kina rasaili nyingi sana ilmia. Ah, hii ni Maqamatul Hariri bwana, Alhawi hii hapa chini, toa hii huko chini. Hii ni Maqamatul Hariri bwana, Alhawi hii hapa, kitabu kizuri kabisa hiki, hiki hapa Alhawi Alfatawa. Kwa hivyo risala hiyo alminha fisubha iko wapi? Kwenye alhawili lfatawa. Kwa hivyo kama ukutana na wahabi moja hivi s alokula pilipili zikamchanganya kichwa na kusumbua, tafuta alhawili lfatawa, kisha tafuta risala yani almin alminha fisubha, ndio kiboko yake, pilipili zote zitamwisha, ndio.